68 kutoka familia zenye mapato ya chini katika eneo bunge la Malindi umepata ufadhili wa elimu chini ya mpango wa elimu Scholarship Program unaofadhiliwa na wakfu wa Jomo Kenyatta. Mbunge wa Malindi, Amina Mnyazi, alisema kuwa wameweka juhudi za kuhakikisha kuwa kila mtoto katika eneo hilo anapata elimu licha familia anayotoka. Washikadau wa elimu kwa ushirikiano na mashirika ya kutoa misaada na viongozi serikalini katika maeneo ya pwani wamejitokeza ili kuwafadhili wanafunzi wanaotoka kwenye familia zisizojiweza kujiunga na shule na kuendeleza masomo yao. Mbunge wa Malindi, Amina Mnyazi akibaini kwa ofisi yake kwa ushirikiano na wakfu wa Jomo Kenyatta wameweza kuwafadhili wanafunzi 68 kutoka familia zisizojiweza katika eneo bunge lake. We have a, a good number that have applied almost to 944 who have applied. And after we do a vigorous interview we are able to get 68, 32 boys and 36 girls. A total of 68 learners for Malindi Elimu Scholarship. Uh, hii program iko na wanafunzi tayari 114 wenye ambao wanaendelea tayari kusomeshwa waliweza kuchukuliwa mwaka jana na hiyo miaka mingine ambayo imepita. Naibu wa kamishna katika eneo hilo, Irene Mnyoki, akiwataka wazazi kujitolea kuwapeleka wanao shuleni huku akiahidi kuwa watazidi kuchukua wanafunzi kutoka familia zisizojiweza na kuwasaidia kujiunga na shule. Sisi kama ngao wa Malindi tutaweza kutembea kijiji kwa kijiji, nyumba kwa nyumba kuhakikisha watoto wetu wote wameenda shule na wameweza kuandikishwa kwa mashule tofauti tofauti. Takwimu zinaashiria ya kwamba wanafunzi wale ambao wanahitaji kuwa gredi ya sita hadi gredi ya tisa wengi wao hawajaweza kwenda shule, na tunaomba wazazi waweze kuchukua majukumu yao kwa uzito, waweze kupeleka watoto shule. Katika kaunti ya Kilifi, wanafunzi zaidi ya elfu tatu waliokuwa wamesajiliwa kujiunga na gredi ya kumi kwenye shule za kitaifa wamepokea ufadhili wa kuendeleza masomo yao kutoka kwa serikali ya kaunti hiyo. Tulitangaza hii mradi kwa vijana wote, tukawaambia kwamba tunachukua wale wanafunzi ambao wako cluster 1. Kwa hivyo kuna wanafunzi ambao kufikia saa hii vetting bado iendelea, lakini kuna wanafunzi elfu moja wale ambao tumewaveti na wamequalify kwa funded na county government ya Kilifi mradi wa scholarship ya Gideon Maitha Mng'aro. Wazazi wa wanafunzi walionufaika kutoka maeneo yote mawili wakieleza furaha yao kwa kupokea msaada huo, wakisema kuwa gharama ya maisha imekuwa juu, hivyo kumpeleka mwanafunzi shuleni inakuwa tatizo. Lakini mimi mtoto wangu amechukuliwa, niko nayo furaha tele. Sikujua siku kama mtoto wangu kwa kweli atapata nafasi hii, na nilikuwa mwenyewe anajihurumia kwa sababu kwa kweli siwezi hata kubeba mizigo mizito kufanya biashara, angalao mtoto wangu aweze kuenda shule. Vile changamoto nimeona kufundisha mtoto wangu kutoka shuleni ile kide class 1 ama grade 1 ni hali ya mambo ya school fee imekuwa gharama kwangu sana, juu mahitaji kule shuleni ni mengi, lakini vile tumechukuliwa ama ile program gavana amekuja nao, tumeona afueni kubwa sana. Mary Kyalo